Naye waziri wa utalii Rebecca Miano amezindua rasmi makala ya thelathini na mbili ya mashindano ya kimataifa ya ngamia katika uga wa Yare mjini Maralal katika kaunti ya Samburu. Miano amedokeza kuwa mashindano hayo yanachangia kwa ukuaji wa utalii nchini. Mwanahabari wetu Bonfes Baraza anaarifu zaidi kutoka Samburu. Makumi ya wenyeji na watalii wamejitokeza kushiriki mashindano ya kimataifa ya ngamia katika uwanja wa Yare mjini Maralal kwenye kaunti ya Samburu, hafla iliyozinduliwa na waziri wa utalii nchini Rebecca Miano na gavana wa Samburu Lati Lelelit. Nafurahia sana kwa hii kamendapi, yani natufunza sana kwa mila zetu, tunakuwa pamoja sisi kama wafukaji kusamburu. Sasa tunapenda sana kukua siku ya leo huku tunafurahia sana. Mara mara international camel derby na tumekusanyika hapa leo kama community tofauti tuko na ndugu zetu wa Rendile kutoka Marsabit hapa pande ya Lake tuko na Borana eh, tuko na na, eh, Nalchomus pia kutoka Baringo. It's a good thing Gavana wa Samburu ametaja kando na mashindano hayo kuwa kivutio cha utalii humu nchini, yanatumika kuleta uwiano miongoni mwa jamii za wafugaji. Waziri Miano amesema serikali imejitolea kupiga jeki mikakati kama hiyo inayochangia ukuaji wa utalii humu nchini.

Many communities are represented. Makala ya 32 ya mashindano hayo yamewashirikisha watalii wa ughaibuni na wa humu nchini. Mashindano haya yanapowavutia watalii wa kigeni, kinachosubiriwa ni kuona serikali itakuwa inatumia mikakati gani ili kuendelea kuboresha mashindano haya na kuwavutia watalii zaidi wa kigeni. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Uga wa Yare mjini Maralal, Gatuzi la Samburu.